Kwanza kabisa ni wakaribishe ndugu waandishi wa habari. E, ni wakaribishe sana, ikiwa leo ni tarehe ishirini Ijumaa. E, ni mkutano huu na waandishi wa habari, hasa ni kuelekea mchezo wa tarehe ishirini na moja pale CCM Jamhuri. E, ni wakaribishe sana ambao watakutana Rio Branco dhidi ya Bonanza Market. Watachuana vikali, nani wa kuvaa medali siku hiyo? nani atakuwa mshindi wa tatu? E, ni wakaribishe sana. Leo tuko hapa e, kwa ajili ya kuhakikisha kama tunawasikia makocha wao pia wamejipangaje pamoja na wanaodha wa timu wamejiandaaje kuelekea mchezo wa kesho pale CCM Jamhuri Stadium, lakini pia tawasikiliza pia na maafisa habari wa timu nao pia wamejipangaje kwenye eneo nzima ya hamasa. Mimi naitwa Joseph Guntako ni afisa habari. Kwa jina naitwa Ali Muhamedi kocha mkuu Rio Branco. Kwanza tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu kutu, kwa kutuamsha salama siku yetu ya leo na pia tukeenda kuzungumzia mchezo wetu wa mbele yetu, ni mchezo ambao ni mshindi wa tatu. Basi mie niseme kuwa vijana wetu tumewaandaa vyema kwenda kupambania huo mshindi wa tatu kwenye mashindano yetu haya Swahiba Mjenzi Champion 25. Mimi kiupande wangu kwa timu yangu wako vizuri wanauelewa mzuri mazoezi wako fiti. Labda ningeweza kusema vitu viwili kwa vijana wangu, kitu ambacho tulichofahamishwa ndio kitu ambacho kitaenda kutufanya sisi tuweze kubeba medali ya mshindi wa tatu. Sidhani kama itakuwa mchezo rahisi sana kiupande wetu au kiupande wao, kwa sababu ni tumeenda kwenye sehemu ya ushindani na ushindani wenye zawadi tayari, kwa sababu kama wa, watu ambao wameandaa mashindano basi wametuandalia me, wa na zawadi. Kwa usifikiri kama mchezo kiupande wetu Rio Branco ni sema utakuwa mwepesi ya, ni mchezo ambao una ushindani. Kwa kama mchezo na ushindani, basi kidogo natakiwa vijana wetu kiupande wetu Rio Branco tusijiache, unatakiwa tukafanye kazi kweli kweli, tupate kitu tunastahiki. Uh, kuhusu mbinu ambayo tunaenda kuingia nayo siwezi kuiongelea hapa mbinu yangu, ila mpira unaeleweka. Nadhani labda tungesema tunge, labda siku ambayo ya tarehe ishirini na moja Jumamosi tunaweza kuiona Rio Branco iko vipi na ina mbinu gani, lakini kwa hapa kidogo kuelezea vitu kama mbinu na timu sijaiona ninocheza nayo, najua timu zinabadilika badilika sometime na hasa kwenye mashindano kama haya mafupi mafupi. Kwa hiyo siwezi nikasema labda tutakuwa hivi hivi, lakini kwenye ubora na kwa labda vijana wetu wana ubora, na niseme kwenye timu labda niseme labda timu namba moja kwa majina naitwa Abdulatif Abisa ni kapteni wa Rio Branco kama alivyotoka kusema mwalimu, timu kama timu tunamshukuru Mwenyezi Mungu wote ni wazima wa afya. Sawa. Na kwa upande wa matarajio kama wachezaji na matarajio gani, kukutana na mchezo wa namna gani kuelekea siku ya Jumamosi? Kwa mimi cha kusema mpaka hapa tulipofikia timu zote wanaanza, hmm. maketi na Rio Branco tumefikia hatua ambayo ni ya ushindani, mtu patoka, mpaka mtu katoka, alipotoka mpaka kufikia hapo kugombania mshindi wa tatu, na imani timu zote ziko vizuri, na pia mchezo utakuwa ni mgumu, hautakuwa rahisi, utakuwa ni mgumu. Maandalizi kuelekea mchezo wa tarehe 21, maandalizi yako vizuri. E, kama tulivyomaliza kusema kwenye press pale mkutano waandishi wa wa habari, maandalizi yako vizuri kuelekea mchezo wa tarehe 21. Timu zote tumewasiliana nazo, maandalizi yako vizuri. Mimi niwaalike mashabiki na wapenzi wa mpira wanaopatikana kanda ya kati, hata nje ya Dodoma pia tunawakaribisha sana pale CCM Jamhuri mapema kabisa. Mchezo utaanza saa tisa na nusu. Kwa hiyo anao nafasi ya kusogea mapema ili waweze kushuhudia mpira mzuri kwenye mashindano na ya Swahiba Mjenzi Champions League. Na kwenye swala la timu moja kutohudhuria press mkutano na waandishi wa habari, kanuni zinasemaje? Sisi tutadili na kanuni zinasemaje. Kwanza kabisa tuna e, kamati imelichukua kamati tendaji, tunaanza kufanya mawasiliano nao tujue shida nini, changamoto ilikuwa wapi, tujue. Wakisha tueleza shida yao ama changamoto yao, tunaenda kurudi kwenye kanuni inasemaje. Kwa hiyo kwa sasa Ndugu waandishi, naomba muwe wavumilivu kidogo, tunaenda kuzungumza nao tujue shida iko wapi. Baada ya hapo, Swahiba underscore Mjenzi tutatoa release eh, taarifa kwa umma e, tutatoa kuwaambia kwamba kamati imekaa kanuni zinasemaje kuhusiana na timu isipohudhuria e, mkutano na waandishi wa habari kuelekea siku ya mchezo.